Imepata kikomo. Ah, sio ki ah, so, la kufuta kikomo. Unajua tunapoongelea, yeah. Finali hey. Simba Sports Club ndio finali ya kwanza tunaiona Tanzania hey, ndio finali <tipleza> narudia ndio finali ya kwanza tunaiona Tanzania inachezwa okay. Eh hey, sijui kama kuna timu ilishacheza finali. Timu gani imecheza? Sisi si, wanasimba tukatujazaliwa kipindi hiko Narudia, kama kuna timu ilicheza fainali, hamna mwanasimba aliozaliwa hata mmoja, hata mmoja. Nisikilize, narudia, kama kuna timu yoyote Tanzania ilicheza fainali, hakuna mwanasimba aliozaliwa, kama tulizaliwa tulikuwa wadogo. Ha, fainali ya kwanza haku inachezwa na Simba Sports Club sisi, Simba Sports Club tunaenda kuleta ubingwa wa shirikisho. Tageti ya Simba kuitetea bendera ya Tanzania. Target ya Simba kumtetea mama Samia Suluhu, kumpa heshima kwamba nchi yake imeleta ubingwa wa Afrika. Target ya Simba kuheshimisha Yanga Afrika kwamba katoka kwenye nchi iliyoleta ubingwa nini wa Afrika, kuheshimisha Yanga. Target ya Simba kuheshimisha na Mungu. Target ya Simba kuheshimisha KMC pamoja na nyinyi waandishi, nisikilize tunaheshimisha nchi pamoja na nyinyi waandishi. Msimu ujao Simba inaenda kucheza kundi moja na Man City na Bayern pamoja na Liverpool katika vilabu vya hey! hey! hey! hey! hey! hey! Yaani unapoiongelea Simba unaongelea timu yenye wachezaji wenye high quality Afrika. Unapoongelea timu namba moja National, timu namba mbili Mamelodi, timu namba tatu Almasi nani expense ya Tunisia, timu namba nne inatoka katika halisi tulokanyaga sisi, ambayo ni Simba. Ikitokea wewe unaidharau Simba, inatakiwa tukukamate tukupeleke Milembe, uandaliwe chumba cha peke yako, wewe ni chizi. Yani, ukitokea wewe unaidharau Simba, unaibeza, ukamatwa, upelekwe Sento, ujue masaa ishirini na nne, inawezekana wewe ni gaidi. Uh -huh. nchi. ya susi nchiyani unaizarauji Simba timu Afrika. Nisikilize, Simba ina wachezaji wenye high quality. Hawa wachezaji wenu si sii? Pakome si Chama? wale wachezaji wenye low quality au tunasema poor player wachezaji hey wa daraja la chinipuemwonapakome yeah, yaani, umemwona Pakome. Chama umemwonaziziki wale sana wachezaji wanaocheza ligi daraja la pili Uwezi kufananisha na mpanzu. Mpanzu ni mchezaji mwenye definition kama somo soma, unavyoona geografia physics definition of mpanzu kuna the revolution of football of Tanzania, bracho mpanzu kuna Kib Dennis, bracho fumpanzo unakutana na jin chazaua, bracho mpanzu unakutana na Mkwala. au nikupe katalista fumpanzo <t> The <t> private of football Simba Sports Club. <t> Umesikia Simba unapongelea logo ya Simba salituambia sisi hapa, walisema niliwasikia kwa masikio yangu na midomo yangu, wakaweka na kikao kwamba eti Simba wamewasaa wa mashabiki wao. Nyinyi leo nazani mmeshughudia mashabiki, mmeona wangapi mashabiki wangapi? Wengi Souafrica wakutosha, wanasema kisa wao washaza kusafirishwa bule. Eti na sisi tusafirishwe bure. Mashabiki wa Simba tunatumia hela zetu. Tunajiweza. Yaani usiulize Simba atakufanyia nini watakuwa. We, ujiulize wewe unaifanyia nini Simba. Wewe yeah, unatakiwa ununue jezi yes, ya klabu wewe unatakiwa uunge mkono klabu, sio klabu ikusaidie wewe. Sio mashabiki wana wa Yanga, wana kazi za kushinda Jangwani, kazi za kufanya hawana kukicha, nakwambiaje? Mashabiki wa Yanga wanashinda Jangwani, wana kazi za kufanya mjini, wanatuambiai sisi hatusafirishwi wana usaf... siku zote kuona kitu kinasafirishwa, okay, au kuona mtu anasafirishwa unajua hiyo maiti. Binadamu aliyokuwa hai hasafirishwi anajisafirisha mwenyewe. Binadamu waliokuwa anasafirishwa, kama wao wanajisifu anasafirishwa, basi wote maiti hey. maiti wale wote hey. kama wewe upo hapo, unasafirishwa nini? Ashaona binadamu aliokuwa anasafirishwa. Kwa hiyo kuna muda, tuipe nidhamu Simba Sports Club. Simba imekuja kufanya mapinduzi ya mpira Tanzania Mandala,

Ah, hiyo ni jiografia au unaweza ukasema hivi Simba inacheza mfumo wa RTK formula. Wewe ujui. Tunaongea sisi makocha. Sisi makocha ndio tunaongea. RTK formula. Au ujui. Tunaongea sisi formula. Makocha. Au unaweza ukasema total station formula. Wewe huwezi kujua. Mashabiki wenu wa Yanga unaishia vidudu. Asante God Yanga akiwa na cheti cha ishirini hapa, God Yanga cha fomu fo kama uh, ana cheti cha fomu fo elfu ishirini choti hapo, nakwambia, wale hawana elimu, hawana elimu hawana soma... kazi hawajasoma nisikilize... kazi... kazi... kazi... kazi... kazi... kazi... na ndio maana mashabiki wa Yanga wanaenda kushinda Jangwani kupewa posho, wameanzisha operesheni ili wapate hela wakalipe kodi zao za nyumba. Sio kweli kama alikamwe na wewe, ile sio alikamwe. Wamechangisha ili wapatana za kuleta kodi. Ana hela kodi, Yanga ana hela, mwalimu Yanga ana hela wale ope, ndio maana machawa wale ni machawa sisi, hapo mbona?